Habari mama na baba, karibuni tena katika episodi ya tatu, ambayo katika episodi hii tutakuwa tunaongelea zaidi um, kazi za pini tofauti tofauti, na jinsi gani utamvalisha mwanao ili isivuje na jinsi gani utaingiza kinepi katika mfuko wa daipa yako, ili isivuje uingize vizuri ili isivuje. Jina langu ni Agnes Senga, mimi ni mwanzilishi wa Mwana Diapers, Mwana By Ellie's diapers. Na kama ndo mara yako kufika hapa, tuna series ya episode sita na tumeshafanya mbili. Hakikisha umerudi kuziangalia hizo. Ya kwanza tuliongelea faida za kwa kwanini uchague kutumia, tukiachana na zile zilene za kutupa. episode ya pili tukaingia kwa undani zaidi kusiana na materials tofauti tofauti ambazo zinapatikana katika matumizi ya reusable diapers. Na katika hii video tunaenda kumvalisha mtoto wetu <laughs> tutakuelekeza namna tofauti tofauti, um, ya kuvalisha kulingana na um, ukubwa wa mtoto wako na matumizi ya hizi pini. Video zinazofuata zitaongelea jinsi ya ukuaji na utunzaji wa nepi zako ili zidumu muda mrefu, asivae tu mwanao wa kwanza, ila na wa pili na wa tatu pia anaweza kuzivaa, na tutaongelea pia habari za ngozi ya mtoto na kadhalika. Um, karibuni katika video hii. Um, kabla sijaendelea na kuonyesha jinsi ya kutumia pini tofauti tofauti kufuatiwa na ile video ya wiki iliyopita, nilitamani kuwaonyesha kwa ukaribu zaidi hizi material. Hii ni material ya bamboo cotton ambayo ni nepi unaingiza ndani ya mfuko wa daipa yako, na hii ni material ya microfiber um, ambayo inafanana na taulo na pia unaingiza ndani ya mfuko wa daipa yako na kwenye hizi daipa zako, um, kuna aina mbili hapa Mwana tunauza ya AWJ na ya swed. Niligundua kwenye video iliyopita, um, sikuwaonyesha kwa ukaribu zaidi, kwa hivyo nafanya hivyo sasa. Um, na hii ni swed ambayo inafanya kama na sweta kwa ndani. Um, nahini, AWJ, na hii nia ambayo ile tuliyosema inafanana na jezi. Kama haujaangalia hizi video ya pili naomba urudi uangalie huko. Tunaongelea na maturio nyingine nyingi na aina zote za daipa kwa undani zaidi. Haya, tuende katika kubadilisha na kazi za snaps. <coughs> Sasa ukishapokea daipa zako hakikisha umezifua kutoa lile vumbi la kiwandani, ila pia kuzielekeza nepi zako kwamba tunaanza kufyonza maji, itaongeza absorbency. Um, absorbency ni uwezo wa kunyonya maji au unyevu mkojo um, katika hii hi, kesi hii um, na itakuwa na nguvu zaidi katika kunyonya, kwa hiyo um, nepi zako ukishazifua sasa hapa tuna assume wewe umeshazifua, ni safi ni safi na salama kutumia mtoto. Tutaongelea zaidi ya ufuaji katika video zinazofuata. Um, umepokea nepi zako, umeshazifua, unaanza kuzitumia. Hatua ya kwanza, unaingiza hichi kiulini au hichi kinepi katika mfuko wa hii pocket diaper yako. Tutaongelea pia aina tofauti tofauti ya diapers, lakini leo tunagusia zaidi pocket diaper. Hichi ni kipengele muhimu sana. Usipoingiza insert vizuri, ina maana um, ya mwanao itavuja kwa sababu mkojo utapita pale ambapo hichi kiulimi haki, hichi kiulimi kazi yake ndo ya kunyonya. Kwa hiyo um, unavyoingiza ingiza, ingeza mkono wako hii mfuko, tunaweka mfuko mikubwa kwamba hata kama una mkono mkubwa unaweza kuingia Unaingiza nepi na mfuko kwa pamoja, nepi na mkono kwa pamoja. Shika huku chini kuzuia nepi isitoke, na wakati unatoa mkono wako hakikisha kwamba unajazia vizuri kote, ili ijae itoshe vya kutosha vizuri kabisa, namna hii. Utapata pini um, tofauti. Hatua inayofuata utakutana na hizi pini tofauti Pini hizi um, za chini. Hii ni pini ya mwanaume ya kiume, male snaps, na hizi ni female snaps. Kwa hiyo hizi kuanzia hapa kwenye male kushuka chini hizi ni, ni pini zinazoongelea um, au kusaidia urefu rise yani, kwamba kutoka hapa kwenye uke okay au uume wa mtoto mpaka ki kwao kulingana na ukubwa wake. Hapa kazi ya hizi pini ni kuadjust. Ukimvalisha mtoto mdogo nepi kama ilivyo, maana yake, itakuwa waake, sababu yake itakuwa kubwa kwake na itavuja kwa sababu saizi yake ni ndogo. Kwa hiyo unaweza ukapunguza hii kulingana na ukubwa wa mwanao, um, alafu anazidi kukua Unaendelea kuzifungua unaweka, hii ni ya pili, namna hii, nacha moja kwa kila. Baada ya kilo kadhaa, unavyoona inambana mtoto, unakuwa unabadilisha kulingana na ukubwa wake, kama hivyo. Alafu akiwa mkubwa sasa, huyu ni mtoto anayetembea. Ahitaji kufunga sasa pini. Kwa hiyo kama umezipata hizi nepi mtoto wako tayari anatembea na kilo kumi na moja kumi na mbili um, ahitaji kufunga tena hizi pini, unaziachia namna hiyo, sawa. Alafu kuna pini, um, mistari miwili hapo juu. Mstari wa chini ni kusaidia kukaza eneo la paja. Kwa hiyo, kaza, hiyo unavyokaza hii unapeleka mpaka mwisho Manake eneo la paja linapungua hapa, kwa hiyo itambana mtoto vizuri kwenye paja, na unavyolegeza um, manake italegea kwa, italegea eneo la paja, itamwachia mtoto zaidi hapo kwenye paja. Alafu pini za mstari wa juu kabisa ni pini za kumkaza kwenye kiuno hapa. Unapozidi kubana au kulegeza pini hizo, basi unakuwa una fit mtoto eneo hili la kiuno. Unapomvalisha um, mwanao, hakikisha um, wewe kama mama ndio una fit zile mara ya kwanza vizuri, au ikiwezekana angalia hii video na mtu mwingine anayemvalisha mwanao, kama ni dada au ni bibi yake, ambaye anamvalisha mtoto nepi ili aelewe vizuri um, wapi pakubana ili mtoto awe comfortable um, vizuri. Kwa hiyo ukishajua saizi ya mtoto wako unaweza ukaziandaa nepi zako kabla, yani kwamba kama mimi binafsi nikisha ninakuwa nimesha nina ninakua um, nimeshaseti nimeweka pini atutumie nepi hizi kwa kwasababu ndo mwanangu anazo nyingi um, naingiza insert namna hiyo. Sasa mimi hata kabla ya kuingiza insert huwa nabana, ninajua siku zote kwa sasa hivi. Um, kabla hapo ilikuwa tofauti. Mwanangu akivaa AWJ anabakisha pini moja chini, hizi mstari mmoja wa pini chini, kwao ninafunga kabisa hivyo, halafu ninavalisha ninavarisha namna hii kabisa. Kwa hiyo kinacho ingia na hakikisha imekaa vizuri. Kwa kinachoingia kwenye kabati la mtoto ni nepi ambazo zimeshawekwa, um, pini zimesha fungwa, pini za kiuno, pini za rise si ndio? Alafu sasa um, kama hivyo. Alafu sasa hichi kiuno nimemuelekeza dada anavokuwa namvalisha mtoto siku zote ahakikishe kwamba anabakisha pini mbili hapa, kwa sababu hizi ni setting ambazo binafsi nimezijaribu tena na tena, na ndo ninaona mwanangu anakuwa comfortable nazo, hajabanwa sana wala hajaregea sana kwamba mkoja utapita au popo itapita. Kwa hizi ndo setting za mwanangu kwa naambia dada, unavyofunga kiuno hakikisha unabakisha pini mbili, ila huku nakuwa nimeshamsetia, lakini pia anaelewa kwamba ni lazima ibaki pini mstari mmoja, namna hiyo. Kwa unaweza ukafanya hivyo pia ukamwelekeza kwamba acha mbili, acha mmoja chini. Baada ya kujua na unahakikisha unajaribu tena na tena hapo katikati, kwa sababu watoto wanakuwa haraka sana, kila baada ya miezi mitatu inabidi mbadilishie nguo. Kwa hivyo hata kwenye hizi pini, kila baada ya muda inabidi ubadilishe size ya snaps. Kwa hiyo hakikisha unajua size yako, um, either uangalie video na dada au um, na bibi au wewe na baba yake pia au wewe unavalisha mwenyewe, kwa sababu kiaa tofauti mtoto anakuwa anavuja mara kwa mara na inakuwa sio sawa, mtoto anakuwa sio comfortable. So umesha adjust pin yako, tuseme labda kwenye hii hii ndio pin umesha adjust urefu Yani, rise. Namna hiyo. Sasa hii ndo stage hizi usiadjust mtoto akia shava hii umekuwa umesha adjust, unamchukua sasa mtoto, unamuweka hapo chini, ndo unaanza kumbana kwenye kiuno na kwenye kwenye kiuno na kwenye nini, mapaja, namna hii, sawa? Mtoto wetu yuko hapo, amesha ameshavaa. Mtoto leo ana yumbayumba kweli. <laughs> <laughs> unavalisha kwenye paja um, na kiunoni, upande mmoja alafu unafanya hivyo hivyo na upande wa pili, unavalisha kwenye paja sana, pia kiunoni namna hiyo. Mtoto wetu anakuwa comfortable na ili uhakikishe yupo comfortable, hajabanwa sana ila pia hajalegea sana, mkojo kupita, unatumia vidole viwili. Kuna sheria ya vidole viwili kumshikilia hivi ili kuona size yake imekaa vizuri, na pia kwenye mapaja hivyo hivyo unashika vidole viwili. Sasa kama huyu kalegea sana ni makosa itavuja. Kwa hiyo namkaza wenye paja, unakaza zaidi namna hiyo. Kwahiyo bado naweza kuingiza vidole viwili ila um, sio imebana ikapitiliza sana um, unafanya hivyo Uh, mara moja kshajia unakua rudia, rudia kila baada ya muda fulani ili kuhakikisha wako hajabanwa sana. Basi hiyo ndo namna ambavyo navalisha, alafu pia hakikisha ukishamvalisha, unachomekea weupe weupe usionekani huu, kwa sababu huu weupe um, unagusa unyevu ukiwa umekaa labda namna hii hivi um, unyevu wa ndani unaezaka fika kwenye nguo. Kwa hiyo unavyomvalisha, hakikisha pia unachomekea chomekea weupe wote hauonekani, mtoto atakuwa mkavu kwa muda mrefu. Hizi diapers zinakaa hata masaa manne mpaka matano bila um, kubadilisha mara kwa mara, kwa sababu ya uwezo wake wa kunyonya. Um, usikose video zijazo na zile video za nyuma kama bado haujaangalia, kisha umeangalia, ili uwe na uwezo zaidi wa kujua kutumia hizi nepi. Mtumie na rafiki yako, sikose kusubscribe na ku like video hii. Kama una maswali yoyote, tuma kwenye comment section, nitayarudia yote. Na kwa wale ambao ha, hawajanunua daipa hizi na wanataka kununua, labda wanasita kwa sababu ya maswala yoyote, yote, yote tutajibu area zote kuhusiana na hizi daipa katika episode zote. Kwa hiyo fuatilia kukutana na episode za nyuma na zinazokuja, na karibu sana katika familia ya kutumia nepi za kufua. Asanteni.